Kwa majina naitwa Salumu Ali Urembo, ni mratibu wa zoezi la urasimishaji wa ardhi manispaa ya Temeke. Leo tupo hapa kwenye viwanja vya maturubai Mbagara kuunga mkono zile juhudi za mheshimiwa mama Samia katika baraza lake la Mama Samia Legal Aid kuwasaidia watu ambao hawajiwezi katika masuala ya kisheria. Sisi kama masuala ya urasimishaji vilevile vile, kuna watu wana changamoto za upimaji na upatiaji wa hati, kwa hiyo tupo hapa vile vile moja homoja, kwa moja kuwasaidia, maana kuna watu wamekwama katika masuala ya hati, kwa hiyo dawati ili tunaweza kaja hapa na nyaraka zake zikikamilika, basi hati hapa hapa leo anazipata ana zote katika kuunga mkono juhudi za Mama Samia. Kama kuna jukumu la kisheria, changamoto ya kisheria, hapa hapa wana sheria tayari wapo, maana unakuta mtu keshapimiwa eneo lake, lakini anakwama kumiliki kutokana na changamoto za kisheria, hajui wapi apitie, sababu kuna mtu mtu kapimiwa eneo lake lakini eneo anamiliki mzee ambao marehemu sasa hivi, kwa unakuta muda mrefu amekwama kumilikishwa na taratibu haziruhusu kumilikisha mtu ambao bado mirathi haijasimamiwa kwa hapa na kuwekeza kisheria vile vile, waende wakafungue mirathi, wakishakamilisha, basi, tunawamilikisha. Kwa hiyo zote katika harakati hizo za kumsaidia mama na hekima zake ili watu kila mwananchi apate umiliki wa kipande chake cha ardhi. Kwa hiyo sisi kama warasimishaji wa ardhi tupo hapa pamoja na mabanda mengine, lengo hiyo lio katika kukamilisha na kutimiza ilani ya 2025 ambapo kila mwananchi ambaye anamiliki kipande cha ardhi basi kiwe na umiliki, kitambulike hicho kipande cha ardhi. Kwa hiyo kiufupi ni hayo, asante.